Kinyozi mmoja nchini Kenya anayefahamika kwenye mitandao kama Chief Safro, ameendelea kujizolea umaarufu ndani na nje kwa kutumia zana za jadi kama vile beleshi na tindo kunyoa nywele, mtindo ambao umemsaidia kujipatia wafuasi lukuki kwenye mitandao yake ya kijamii kama Instagram na TikTok ambapo wanafikia zaidi ya milioni moja. Safari Martins, mzaliwa wa Rwanda, anayefanya kazi zake nje kidogo ya jiji la Nairobi, amekuwa maarufu na kuwa na ushawishi mkubwa kwenye sekta ya uonyoaji nywele, akitumia vifaa ambavyo kawaida ungeweza kuviona vikitumika kwenye kilimo au seremala. Duka lake la kinyozi liko kando ya barabara katika kaunti ya Kiambu, ambapo Martins anachanganya ujuzi, fasihi na mitindo ya nywele kuvutia wateja na watazamaji mtandaoni. Mbinu za Martins za kunyoa nywele ni sehemu muhimu ya mvuto wake mtandaoni. Video za namna akinyoa nywele hurekodiwa na wasaidizi wake na hushirikishwa kwenye mitandao ya kijamii, ambapo mara nyingi huvutia mamia ya maelfu ya watu. Hapa anasimulia alivyoanza kazi yake. I Nilianza kunyoa nikiwa shule ya upili mwaka 2018, lakini upande wa kutengeneza maudhui ya mitandaoni nilianza mwaka 2023, miaka miwili tu iliyopita naweza kusema nimeshawishiwa na utamaduni wa Afrika na nawaza kwamba wanaotumia mitandao ya kijamii na kutengeneza maudhui wasiwe tu wanaangazia utamaduni wa nchi za magharibi, ila wazingatie asili ya utamaduni wetu ambapo tupo kama Waafrika. Mmoja wa wateja wake ni Ian Jenga ambaye anasema ufundi wa Martin ndio unaomtofautisha na vinyozi wengine. Nilikuja lasti hapa kwa Safro ofwich, hata mini kukonektiwa, so niko na pure talent kutoka kwake. Ananyoa stingo zake ofwich, nikikompia na babazo wengine, huyo e, hapana. Azin talent yake ya kunyoa imefika another level, imefika level ingine. mm -hmm. Siwezi explain but so level iko juu. nasikia gani, nikinyolewa? Kwa nini nikinyolewa hapa, nasikia tu niko sawa. Nikitwambia tu hapo mtaani, nasikia niko way comfortable ya yeah. Martin anatoza na shilingi za Kenya 1500 ambayo ni sawa na dola 12 kila anaponyoa mtu. Kiwango hiki kikiwa ni cha juu ukilinganisha na bei za saluni nyingine za kunyoa nywele kwa wanaume ambapo bei ya chini kabisa inaanzia shilingi mia moja na hamsini. Vinyozi wenye ushawishi wamekuwa wakiongezeka nchini Kenya, ambapo matumizi ya mitandao ya kijamii yameongezeka katika miaka ya hivi karibuni. Na kulingana na kampuni ya utafiti wa masoko Data Reporto, Kenya ilikuwa na watumiaji milioni 10.6 wa mitandao ya kijamii mwezi Januari 2023 na kufikia Januari 2025 idadi hiyo ilikuwa imeongezeka hadi milioni 15.1, ongezeko la karibu asilimia 50. Ukuaji huu umetengeneza fursa mpya za mapato hasa kwa watengenezaji wa maudhui mtandaoni.